Kibera sana ha? kure wapi wapi wapi wapi wapi. Asante. So tulisema hivi, sikiza kwanza, tusema lazima kwanza tukuje huku Kibera tuseme asante. Asante sana special asante kutoka watu wa familia ya Raila Amolo Odinga okay? hiyo ndio ya kwanza kuambia. Ya pili ni kuambia pia nyinyi watu wa Kibera, pole poleni sana, tunaumia na tunajua nyinyi pia munaumia. Uchungu, si wote tumeshuka, si wote na kupanda, tunapanda wote, tukishuka tunashuka wote, kupanda tunapanda, shuka panda, shuka panda, panda panda, nivyo, sinivyo? Sawa. Huku Kibera mzae alikuwa akifanya mambo, alikuwa akifanya vitu huko. Okay, yes hii, hii shida ya stima, hii shida ya maji, hata wachana na hiyo, kulikuwa hii kitu ya shule, Raila Odinga Center. Okay. Ngoja kidogo, nashika mics mbili hapa tafadhali. Kuna hii kitu ya Raila Odinga Center. Kabla, kabla niongee hizo vitu, <coughs> eh, ndo hiyo, kabla niongee hizo vitu lazima muelewe hiyo inaitwa nini <coughs> yo plan yenye mzae alikuwa nayo hokibera ndo muelewe okay. Mzee hakutaka Kibera ibaki vile iko, He had a vision. He had a dream. He had a dream for Kibera, na alikuwa amefuatilia hiyo dream yake. shule alikuwa ameweka the first of many. barabara hiyo Raila Odinga way alikuwa ameweka. Okay? kazi ya wavijana alikuwa amepanga manyumba sha hizi manyumba hapa. Yes, but that is the vision for Kibera, a place where sisi wote tunaishi in dignity, in harmony. Ndio hii market toy sasa, zile liungua tulifika hapa last year, silikuwa last year, tulifika hapa na mzae tukaleta huyo gavana pia. At that time mzae had a vision for this market that is bigger than what it is, a world class market. Na alisema nini? Tuanze na ukuta, ukuta ya boundary. Mmeelewa hiyo? mimi kusema ukweli, baba lini siku zote ilikuwa ukuta, ukuta, ukuta, hadi hata ningebeba hiyo mawe peke yangu niweke, coz alikuwa na hiyo vision. Sisi sasa kama vijana ya mzee huku Kibera, kabla tuongee vitu zingine, tunafuatilia hiyo vision ya baba. Hatufuatilii hiyo vision, hiyo ndoto hiyo ndoto ni yetu yetu, everybody here, ni ndoto ya watoto wa waba, wa baba, na hivyo ni vile tunaendelea, hatuwaachi musi, tuwache tukae pamo pamoja. Niko na ndugu wangu hapa, nataka kuja wasalimie pia huyu ndugu wangu ni ndugu wa anchi wangu, mama wangu mdogo, anaitwa baba ndugu ah, yeah. toduruntie